Baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaendelea na mwendelezo wetu wa muhadhara yetu ambao unaozungumzia mada za ndoa. Yapo mengi ya kuzungumza na ya kuyatizama, lakini tuliteua mada ya ndoa kwa sababu ndio mama, ndio msingi wa kutengeneza familia. Iwapo ndoa itanyooka basi na familia itanyooka, na wale waharibifu huanza kuharibu katika taratibu zetu na tamaduni zetu za ndoa. Ndio maana leo tunakuta ndoa imezalaulika kuonekana kama sio ibada, kwa sababu maadui wametufika huko na kutuharibia ili watu watoke katika sura ya kuona ndoa kama ni ibada lakini ndoa ni jambo ambalo linapaswa kuheshimiwa kwa sababu ni miongoni mwa ibada ambazo ametusunia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametuwekea misingi yake maalum. Kwa kufuata misingi ile ambayo tuliwekewa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, tutakuwa tumefuata tama taratibu za ndoa ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda na naridhika nazo. Tulikuwa tumetoka katika changamoto za ndoa, kutizama changamoto za ndoa, tukatoa mifano kuhusiana na changamoto na maisha ya ndoa. Moja ni ile hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha, tukatoa mifano kadhalika hadithi ya Sahali Ibni Saadi radhiallahu anhu kadhalika tulitoa mfano wa kisa ambacho Mwenyezi Mungu amekisimulia katika Suratu Al-Mujadila, sura ambayo imeteremka kwa ajili ya mkasa wa ndoa, mashakili ya ndoa. Mifano ile tulitoa ili tupate kuhudhurisha akili zetu kufahamu kuwa ndoa haziepukani na mashakili, isipokuwa kisichohitajika katika ndoa hudumu mashakili, kiasi kwamba ikafika wakati mwanandoa na mwanandoa wenziwe, mwenziwe hawaongei hawasalimiani, hiyo itakuwa wametoka nyuma ya utaratibu. Lakini nafsi ya kutokea migongano ni maisha ya kawaida. Kinachopaswa kutengeneza hilo tatizo na kuulizana, kwani imekuwaje baba fulani, hatimaye mkakaa chini na mkaelewana. Leo tutazungumzia haki za wanandoa. Japokuwa kimukhtasari, kadhalika hatutazungumzia zote kwa sababu hatuwezi kumaliza. Bali tutazungumzia haki za wanandoa kimukhtasari. Wanawachuoni wamegawanya, kuna haki za mume kwa mkewe na kuna haki za mke kwa mumewe. Moja ambalo mwanamume anapasa atambue, kwamba huu ni wajibu wangu kwa mke wangu, si kwa maana eti ninafoji au ninamuiga fulani, bali ni wajibu wangu. Nikifanya nitapata thawabu, na ndio taratibu za maisha ya ndoa. Anafakatu kwanza, matumizi. Matumizi ni wajibu wa mwanamume kumfanyia mkewe la pili, wasukuna malazi. Malazi hakikisha kuwa mume, wakati unaelekea katika swala la ndoa, umetafuta malazi, tena malazi yenyewe ya kisheria. Malazi ya kisheria ambayo yatakuwa ni sababu ya kuwapatisha thawabu ndani yake, sio malazi ya kutafuta dhambi. asukna makazi anafakatu wasukna. Kuna haki ya tatu ya mwanandoa kwa mume kumfanyia mkewe, almaharu, kutoa mahari. Hakikisha kuwa mume umemlipa mahari mkeo, kile kiwango ambacho alichokwambia yeye au ulichofikishiwa inawezekana moja kwa moja alikwambia, maanake labda ndoa ni ya mkubwa kwa mkubwa, lakini inawezekana hakukufikishia moja kwa moja kwa sababu ndoa ni ya mtoto, haukuonana nayo kabisa wewe, lakini alikwambia kuwa mahali ni kiasi fulani, nawe ukaridhia, basi tambua kuwa una wajibu wa kumlipa mahali yake yote na sio ubakishe, na ukibakisha, tambua kuwa una deni kuna utamaduni wa mahari kubakishwa, yaani mtu akabakisha mahari kana kwamba vile kubakisha mahari ndiyo sheria, au labda waliambiwa kwamba inabidi mahari ibakishwe. Mahari hakuna utaratibu wa kubakisha, bali ni ada tumejitafutia sisi wenyewe, na sijui alianzisha nani mchezo huu. Ni lazima tuhakikishe mahari tunatoa kamili, na ukiwa hujakamilisha basi tambua kuwa mahari hiyo wewe unadaiwa. Hata ukifa tambua kuwa ni deni unapaswa kumlipa mama yule, kiwango chake anachokudai. Kwa hiyo moja ya haki za mume kumfanyia mkewe kumlipa mahari yake. Na kwa bahati mbaya kuna wengine wanadaiwa mahari kubwa sana, mtu kwenye milioni moja akalipa laki moja, na akataka kuoa watu wakamuozesha, akawa anadaiwa laki tisa. Laki tisa zile, mpaka anakuja kugombana na mwanamke anamuacha. Walivyoachana sio salama, kwa mizozo, halipi tena. Basi tambua kwamba haki hiyo utaenda kuilipa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo tambua kwamba, mwanamume una wajibu wa kumlipa mahali yake mkeo. Hizi ni haki za mume kumfanyia mkewe. Ipo haki nyingine mwanamume, antasuna kara mataha, achunge heshima ya mkewe mume. Ni wajibu kwako wewe kuchunga heshima ya mkeo. Miongoni mwa mambo ambayo mtu anachunga heshima ya mkewe ni kumwambia avae vizuri Sio wewe ndo unachangia bwana tu, tupia vile vitu vilivyobanabana hapana. Tambua kwamba kile kitendo cha kumwambia atupe vitu vya kubanabana na kujidhihirisha mwili wake unamdhalilisha mkeo, lakini na wewe mume unajidhalilisha. Kwa hiyo ni lazima uchunge heshima ya mkeo kwa kumwambia avae nguo zenye heshima lakini kadhalika, sio kuvaa nguo za heshima tu, hata kwenda kwa watu wenye heshima. Asiwe anaenda kwa wahuni. Mathalani, kuna utaratibu siku hizi, yeye ni mke wa mtu, alafu rafiki zake wahuni wale rafiki zake wakawa wanachukua simu yake kutumia kuwapigia wenzi wao, nadhani lugha ya wenzi wao umetoka, umenielewa? Alafu mume siku saa sita ya usiku anakuta namba imepigwa, we mke umelala mume akapokea ile namba, akasikia sauti ya kidume, anaiweka simu taratibu, lakini tuhuma yake ina lazima ataelewa uliopigiwa ni nani, atajua uliopigiwa ni wewe mkewe, hata kuwa na akili ya kusema kwamba kuna mtu alitumia simu hii. Kwa hiyo mke we mwenyewe binafsi, chunga heshima yako kwa mumeo, lakini na mume kadhalika hakikisha unachunga heshima ya mkeo kwa kumwonyesha kwamba huu sio utaratibu na haya sio maisha antasuna karamata hakikisha kuwa unachunga heshima ya mkeo wewe mume. Tuhame twende katika haki za mke kwa mumewe, si kwa maana tumemaliza, bali tunachukua kiasi kiasi, na siku nyingine tutakuwa tumezikamilisha zote kwa pamoja. Moja ya haki za mke kwa mumewe ataatu fi ghairi masiyati llah, kumtii mume, lakini sio katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Iwapo mume atakuwa anakuamrisha au anakulazimisha umwasi Mwenyezi Mungu, fala taa, hapo panakuwa hakuna kumtii. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ametuambia la taata limakhluqin fi masiyati lkhaliqi Hakuna taa ya kumtii kiumbe katika kumwasi muumba. Kwa hiyo anayepasa kuheshimiwa ni Muumba, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, na hilo alitufundisha Khawla bintu Thalaba pindi pale ilipokuwa imefanyika kosa kati yake na mume. Alikataa kulala na mumewe mpaka apate fatwa juu ya tamko aloambiwa, anti alayya ka dhahari ummi, hukumu yake ni nini? japokuwa kumkatalia mumeo kulala nayo ni kosa, lakini muda akuwa ndani yake kuna maasia, basi wewe mwanamke utakuwa uko sawa. Kwa mwanamke anapasa kumtii mumewe, lakini fi ghairi maasiyati llah, sio katika kumwaasi mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Hii ni haki ya kwanza. Allah subhanahu wa taala anasema, ar-rijalu qawwamuna ala nisa Wanamume bimana umara ni viongozi katika kuwachunga wanawake. Kwa bahati mbaya, dunia tunayoishi kwa sasa, akina mama wanaelimishwa kwamba kumtii mume ni utumwa, na vitabu vinatengenezwa vinavyoonyesha kwamba kumtii mume ni utumwa, na wamefika mbali katika kuielimisha jamii hii na watoto wao ambao tunaoishi nao kwa sasa kwamba ndoa ni sehemu tu ya kimaisha lakini mwanamke ana hiari kutizama wapi, anamaliza matamanio yake huko, anakoona anamaliza matamanio yake na uhuru wa kwenda, si kwa maana eti lazima abaki na mume tu, hata kama hamalizi matamanio yake. Elimu hii inafundishwa na ipo, na wasichana wanaielewa vizuri kwamba heshima ya mume ni utumwa lakini bosi wake kazini anamheshimu vizuri tu. Yani kumheshimu Mwenyezi Mungu ndiko kunakotengenezewa sura kwamba ni utumwa, lakini bosi anapaswa kuheshimiwa vizuri, asikilizwe vizuri tena. Wakati mwingine bosi husikilizwa hata katika maasia, lakini bosi, watu wako tayari kumsikiliza, isipokuwa hawako tayari kumsikiliza, kumsikiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Mwanamke anapaswa kumtii mumewe kwa sababu mume ni kiongozi kwake yeye, na wala sio utumwa, bali hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao wanaofuata sheria. Jambo la tatu, tamkinu zauji, mke anapaswa kumpa uwezo yule mumewe minal istimtai, kustarehe nayo. Yaani mu-mke hapaswi kumkatalia mumewe kufanya starehe kwake yeye. Na mwanamke yeyote atakayekuwa amemkatalia mumewe kufanya starehe kwake, basi la nathal malaika, malaika humlani hata tusbiha mpaka panakucha. Kwa hiyo mke anapasa k kumwezesha na kutengeneza sababu na wepesi wa mume kustarehe nayo, wa idha mtanaati zaujatu. Na pindi mke atakapokuwa amejizuia akasema sitaki, min ijabati zaujiha, kumkubalia mumewe jambo la kustarehe nayo wakati fil mahdhura, atakuwa ameingia katika haramu, atakuwa amefanya jambo la haramu. Kwa hiyo mke anapaswa kumstarehesha mumewe matasha muda wote mume atakapokuwa amehitaji, si kwa maana kuna mipaka, isipokuwa zile zama za uharamu, nao ni wakati mwanamke yupo katika ada yake, pale ni haramu mwanamume kukutana na mkewe. Jambo lingine ambalo ni haki ya mke Adamul idhni, Kuto kuruhusu ndani ya nyumba anayoishi na mumewe kumwingiza mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanamme, kumruhusu kuingia ndani ya nyumba yule ambaye mume anamchukia kuingia ndani ya nyumba hiyo. Inawezekana kuna jirani au mume kaona huyu binti anayekuja nyumbani sio mtu sahihi kuja kwangu, hata niharibia mke wangu, au inawezekana kuna mama japokuwa mtu mzima kama inavyofahamika, kuna mama wengine wamevurugwa sasa akaona mama huyu kuja kuchanganyika na mke wangu, japokuwa anamwita mke wangu mwanangu mwanangu, lakini huyu usalama wake mdogo atanisababishia ndoa hii kufa. Mume akamwambia mkewe kuwa mme huyu simtaki, basi mke inahitajika alikubali hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi alioeleza, alioipokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahid, haijuzu kwa mwanamke yeyote kufunga funga ya sunna na hali ya kuwa mumewe yupo nyumbani. Leo mzee amepata ruhusa kazini kwa muda kadhaa, alikuwa anashughulishwa huko kazini, lakini leo kapata ruhusa, yupo nyumbani. Basi mwanamke haijuzu kufunga funga ya sunna illa biidhni, isipokuwa kwa ruhusa ya mume maana yake mke atake ruhusa. Mimi kesho nataka nifunge, iye akamwambia, ah, mimi kesho nipo nyumbani ndo ninahitaji pilau bwana. Basi si sio ruhusa, afunge si ruhusa kufunga mwanamke. Lakini akamwambia ah, funga, basi hiyo inajuzu. Kadhalika wala ta'dhana fi baiti wala kutoa ruhusa katika nyumba anaoishi na mkewe, mule yule mke kutoa ruhusa ya kuingia mtu ndani ya nyumba ile illa biidhni, isipokuwa kwa ruhusa ya mume. Mume akamwambia huyu me simtaki, japokuwa mwenyewe unamuita mama wa khiari, lakini humu ndani simtaki, basi mke atapasa kutii kwenye hilo. Kwa hiyo mke asiwe anaingiza ndani ya nyumba watu ambao mume hataki waingie ndani ya nyumba. Akifanya hivyo, atakuwa amepata zambi na atakuwa yuko nyuma ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumtii mume ni kumtii mke lakini kadhalika adamu lkhuruji min albaiti, mwanamke hapaswe atoke ndani ya nyumba illa biidhni, isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe. Kesho mimi nataka kwenda kumwangalia fulani, ukapewa ruhusa, nenda, basi ndo utapasa kwenda. Na kuna taratibu wakati mwingine inawezekana akakwambia ninaenda kwa rafiki yangu fulani, alafu wee ukiwa mwepesi wa kukubali, huyo rafiki yako huko asifike. Wee ukirudi, kumbe alikwenda lakini hakwenda huko kwa rafiki yake anavyokwambia wewe, ukirudi atakwambia kule sikwenda, ila nitaenda wiki ijayo. Maanake kakutengenezea mazingira tena na kuandaa tena, kwa wiki inayokuja atatoka tena wiki hiyo. hmm. Labda ndio inawezekana katika safari zake, mzunguko wake atafika kwa hiyo, lakini kwa wiki hii amekwambia sikwenda, kumbe ameenda safari nyingine. Kwa hiyo mwanamume kadhalika hapaswi kuwa mwepesi tu wa kutoa ruhusa, ruhusa tu, utakuwa wewe hauna wivu, wewe utakuwa addayuf na nasokuwa na dayuthi haingii wapi? haingii peponi. Ni maarufu kabisa, wanatambua: adamul khuruji minal baiti, kukosa kutoka ndani ya nyumba mwanamke, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa ya mume. Kadhalika miongoni mwa haki za mke kwa mumewe, al khidmatu, kumhudumia mumewe. Bibi Khadija ametufundisha kuhusiana na nyumba yake na maisha yake na mtume sallallahu alaihi wasallam. bi Aisha, bi Khadija alikuwa akimwandalia mtume mpaka maji. Wewe mwanamke wa sasa ukaone kuandaa maji ni utumwa. Ila mwanamume, kama itakuwa mkeo hakuandalii, usipigane na wala usitukane. Wewe chukua maji, nenda kaoge. ni kesi ndogo sana. h mazingira ya kutaka kugombana kwa kesi hiyo utaacha wengi bali wewe chukua maji nenda kaoge. Lakini mwanamke anapaswa kumuhudumia mumewe bil maruf, kwa wema, na hivi ni katika vitu ambavyo ndivyo vinavyotengeneza mapenzi kati ya mke na mume. Yaani mapenzi jinsi yalivyo ni mfano wa mti, unahitaji kumwagiliziwa na mbolea. Sasa hapa ndio anamwagilizia mapenzi, kadhalika ndio anaweka mbolea ya mapenzi kati yenu vinavyokufa ndani ya nyumba, vitu kama hivi, basi na mapenzi yanakuwa hakuna. Nilipata kufika katika moja ya nyumba, alafu mume alikuwa ameumia, atakula hawezi, ana uwezo wa kutumia mkono wa kushoto, alafu na mke yupo. Nilishangazwa sana kuona jitihada zinafanyika atumie ale kwa kutumia mkono wake wa kushoto, na hali ya kuwa mke yupo. Kumbe ilikuwa ni kazi ya kuchukua tu mwanamke na kumlisha. Leo wake hawawezi kulisha waume zao, na kadhalika, waume hawawezi kuwalisha wake zao. Bibi Aisha, radhiallahu anha, anatufundisha kuwa yeye mwenyewe binafsi Kuntu ataarraku laarka mtume Bibi Aisha alikuwa anachukua mfupa wa nyama, anakula, kisha nyama inaobaki anachukua mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye anakula nafsi sehemu ile ile aliyokula Bibi Aisha. La ajabu zaidi, Bibi Aisha anasema wa ana haidhun, na hali ya kuwa mimi nipo katika hedhi. Ile hedhi haipo mdomoni, Bibi Aisha anachukua mfupa anakula, mfupa ule ule anachukua mtume naye anakula lakini lengine bibi Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakunywa katika glasi ambayo mimi ninakunywa waya lufu na anazungurusha sehemu ile ile niloweka mdomo wangu mimi kisha, naye Mtume sallallahu alaihi wasallam anakunywa hivi. Ni kavitika vitu ambavyo vinapalilia mapenzi kati yenu. La mwisho ambalo tutalifanya kuwa ndio katika mada katika, katika mada hii tutalifanya kuwa ndio la mwisho katika haki za mke kumfanyia mumewe, antuwaddiahu idha kharaja, mke kuwa na tamaduni za kumuaga mumeo pindi anapotoka, japo kuwa kwa kumsindikiza kidogo tu, lakini sio kumsindikiza hantali, kumwambia nakupenda na kumbusu. Inawezekana likawa ndio busu lako la mwisho katika maisha yenu. Anapoenda, anaenda kupata ajali mumeo kwa hiyo mke ana, ana wajibu wa kum, kumuaga mumewe anaenda anamuaga, antuwaddiahu. Mke kuwa na tamaduni za kumuaga mumewe, inawezekana musionane tena baada ya leo, ikawa ndio siku ya mke ya mwisho katika maisha haya, itakuwa umefanya jambo zuri sana, maana utasema kuwa mimi ndio wa mwisho kumbusu mume wangu. Kwa hiyo tufunge mada yetu hii ya haki za wanandoa kwa hili la mwisho la kumuaga mke kumuaga mumewe wakati anatoka, inawezekana ikawa ndiyo ahadi yao ya mwisho kuonana. Wabillahi billahi taufiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.